Hivyo, je, mambo yatakuwa vipi? Tusubiri na kuona mechi ya kutafuta mshindi wa tatu msimu 2024-2025. Peana mikono ya kila laheri. Hii ni fair play wachezaji na waamuzi wa mchezo huu. Ikini kikosi cha Kagera Sugar, Ahmadi Saidi Mnyeto anakosekana kabisa mchezoni marefari hawa Saidi Gongolo ndiye atakekakati kati. Ikini kikosi cha KenGold, safu ya ulinzi Ismail Mnyuka Shirima na Kajigili Saif Rashid yuko hapa katika kuhakikisha kwamba wanafikia malengo yale ambayo ndicho wanachostahili zaidi. Karibu sana katika mchezo huu, ni ligi ya vijana umri chini ya miaka 20 Kagera Sugar dhidi ya KenGold tena ametumbukia sehemu nzuri, lakini amechagua tena kugeuka nyuma. Inapambanishwa cross, ilicheza heda, free gol, gol! Kipa alitoka, na anapata nafasi ya kuongoza Ken Gold. Popah Richard Mwatondoa amekwenda kuweka bao, Popah Richard Mwatondoa. Ungeweza kuis kama wamepoteza nafasi ya kushambulia goal. Heda nzuri, heda ya viwango Goalie. Heda ya darasa, heda Number ya daraja la juu, kutoka kwa Popah Richard Mwatondoa wa Shigella ameuseti kwa mbalalasalu mwamuzi anasema hiyo ni faul. Ni mwenyeji wa Arusha, Luquman Abubakari, mbalalasalu, lakini anacheza timu ya vijana ya Kagera Sugar na hii ni cha. Masanja Batano amewahi upinde ule ameuweka, lakini mwamuzi anapuliza kipenga kwamba amechezewa, ndivyo sivyo, mchezaji wa KenGold ambavyo alicheza Boscos magoli Germanus alimkanyaga mchezaji ule lakini hawa ni mashabiki ambao kwa moyo wao wa dhati na upendo mkubwa. Shigella Masanja ni Bosco, Bosco's Germanos. Haya, Masanja Batano, Shigella Masanja Batano yachia kujua mguu wake. Kuna wakati Shigella kutumbukiza mpira ule Kini. bado nafasi kwa Ken Godi. Daneo zilikuwa hesabu za bao hiki hapa, ngekaa vizuri heda ndo ilikuwa inaweza ka kaa, nafasi kubwa sana. Kurani Joram Tumbukiza cross ile. lakini vizuri Kagera. haya amewekwa chini Medi Adam Kindamba kusutiki, na mwamuzi anasema hiyo nimeiona nitumwa ile kii. anakwenda kupata mpira wa pili alienda kusutiki. Mwili unachoka ni rahisi sana kufanya makosa Haya, Kindamba gonga <tie> ukuta ile inakuwa ni kona. Fanyika. Yes. Ilikuwa on target kabla ija. Lukanima, yes. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika karibu sana Azam Complex. Karibu sana katika ushuhuda wa matangazo haya ya ligi ya vijana umri wa miaka ishirini, chini ya umri wa miaka 20. Aletwa kona ile pita, lakini ameshindwa kufanya jambo. Ameinua pasi ndefu ile kumtafuta Christopher Luquman, alikuwa seti mpira amemdondokea, lakini bidii za golikipa kukaa kwenye eneo lake ni heri. Amegoma kile sasa sasa nafasi haya, ah, yeah. Balalasa! Balalasalu! What a goal! ana left the scoreboard Luquman Abubakar mbalalasalu, alifunga bao la aina hii ilikuwa ni dhidi ya Kagera Sugar. Luquman Abubakar mbalalasalu anawaleta mchezoni. Tazama ipasi aliichukua, akamwambia njoo hapa goli na wewe kaa hapo, kisha anaweka hapa bao moja zuri sana kushuhudia katika mashindano haya, wawili walichekechwa, bao maridadi mno, devo ya juu sana Hassan Balala Salu Abubakar Luquman Balala Salu misetle Shigella, lakini wanakaa vizuri KenGold Osaka Christopher John Kitafa ameingiza. Oh yes! Masanja Batano Shigella, timu mbili ambazo kaka zao wanashuka ligi wanakutana katika mchezo kutafuta nani ni mshindi wa Premier League anayeshika mkia, ni KenGold. Pengine hata katika mchezo huu yawezekana tukashuhudia atakayekuwa juu, ni Kagera kawa nyuma ni KenGold wameamka Kagera Sugar, what a finish, kutoka kwenye mguu wa Shigella. Sasa enyezwa pasi ile nafasi kwa boso, lakini ametoka mkombozi wa ng'ambo, Rahimu Jerome chulo kile ambacho alistahili kukifanya, anaileta kona ile ile hedaile kupambanishana ndani ya box lakini anakaa vizuri Ken Gold. Kwa hatari auchota mpira mzuri nafasi ya kusawazisha. Mwamuzi anasema hapana, ni offside kwenye marejeo ya picha hapa. Dakika tatu pia zimeongezwa, Christopher John Kidava. Haya, Boscos

ameiachia ile anapitanayo ameachiwa tena Christopher! Oh! Yes! Mshindi wa tatu ni Kagera Sugar. Ligi kuu ya vijana umri chini ya miaka 20, msimu wa 2024. 25. Hizi ni takwimu kwa dakika 90 za mchezo huu, mashuti ambayo amelenga lango ni sita kwa Kagera, mawili kwa Ken Gold umiliki wa kabumbu asilimia 62 zilikuwa upande wa Kagera Sugar na ni 38 pekee zilikuwa kwa KenGold, namba ambazo zinafanya mchezo huu kutamatika, Kagera Sugar mbili KenGold mmoja.